Madiwani wenzangu tumesikia na saa nyingi hapa, kutoka kwa viongozi wetu, kutoka kwa kila aina ya mtu ambaye tumempa nafasi leo, kwa kitu hasa kubwa ni kutukumbusha dhima na jukumu kubwa ambalo tumebeba kwa ajili ya wananchi wa manispaa Lindi. Hivyo hatuna budi kuungana kwa kitu kimoja, tumeungana na tuendelee kuungana, kuendelea kuwa wamoja madiwani. Madiwani tukiungana tutafanya kazi kubwa na nzuri kwenye manispaa yetu ya Lindi. Lakini wananchi wetu wa manispaa Lindi wenye majimbo mawili, jimbo la Lindi Mjini na jimbo la Mchinga, mimi nataka niwahakikishie, moja Lindi la Mchinga kama walivyosema watangulizi wangu ni kitu kimoja. Sisi wote ni familia ya baba na mama mmoja, na kinachotokea ni utaratibu, leo watatangulia huyu, kesho huyu lakini wote ni wamoja, nia na madhumuni yetu ni kuwaletea maendeleo. Hivyo ni watoe wasiwasi wale wote, kama kuna mtu ana mashaka awe huru na ajue kwamba tumejipanga kuiletea mamifa hili maendeleo. Wataalamu wetu wataalamu wetu, ondoeni shaka, hakuna diwani hata mmoja anayeweza kutoka kwenye eneo lake la utawala akaja hapa kukuja kugombana kuja kufanya vikao nje ya vikao au vinginevyo. Madiwani hawa wanataka maendeleo, madiwani hawa wana ahadi nyingi, wameahidi kwenye maeneo yao kwa ajili ya kuwaletea maendeleo wananchi wao. Kwetu iko muda, ikotokea tutabishana mawazo kwamba mheshimiwa, nadhani hivi ni sahihi, mtaalamu anafikiri hivi ni sahihi hii ni mgongano tu tuwa mawazo lakini mia moja ya kuwaletea wananchi wetu maendeleo. Niwatoe shaka wataalamu wetu, wananchi wetu, wetu wa Lindi manispaa, lakini na viongozi wetu kwamba halmashauri hii chini yangu mimi, lakini na kakaangu hapa Nyanga, tutakwenda sawasawa, tutakwenda vizuri kwenye miaka mitano bila mgogoro. Lakini pia nataka nikuhakikishie mheshimiwa Najumea kuhusu kukupa nafasi kuhusu mkubwa ushirikiano, na ndio maana kunakuwa na meya lakini kuna naibu mstahiki meya. Utafanya kazi kama timu, tutafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa kwa uwazi hivyo, kwa na uaminifu hivyo hivyo. Ni mategemeo yangu kwa mkurugenzi na timu yako kufanya kazi kwa uwazi, kwa umoja, kwa uadilifu, lakini kufanya kazi kwa skidi. Ni lazima tukupokea pesa za miradi ya maendeleo tuhakikishe kwamba miradi yetu tunaitekeleza kwa wakati, ili tupunguze gharama za miradi. Tukenda hivi, tutakwenda sambamba, na ikitokea kuna kitu tumeshindwa kuelewana, tutakaa pamoja kati ya madiwani na wataalamu wetu, tutakaa pamoja, tutajadili pamoja na tutakwenda sambamba. Hivyo, wananchi wa Lindi, ninawahakikishia kwamba sisi tuko hapa kwa ajili ya kuleta maendeleo kwenye majimbo yetu yote mawili. Hakuna jimbo litakalopendelewa, hakuna mtu atakayenyanyasika. Siku zote ambazo ofisi ya mstahiki meya inatakiwa kuwa wazi, itakuwa wazi. Ukenda utamkuta mstahiki meya au utamkuta naibu meya kwa ajili ya kuhudumia wananchi wa manispaa ya Lindi, na kila mwananchi wa manispaa ya Lindi, kila mheshimiwa diwani atapokelewa kwa hadhi sawa. Hakuna atakayekuwa chini, hakuna atakayekuwa juu, kwa sababu wote wote ni wa moja, na sisi tuna nia moja ya kuleta maendeleo.